He's my He's my He's is my He's father. Na kulala pia vile vile, kichwa kinauma, kinaanza Jumapili nikiingia kanisani mpaka Jumatano mm, ndio kichwa kinapona. Jumapili mpaka Jumatano, yaani nikiingia kanisani Jumapili mpaka mm. Jumatano. mm -hmm kichwa kinapona. Ki yaani kinapona tena usiku labda saa saba saa nane. Jesus. Uye, Lakini siku zote hizi kinauma, tukinauma. Yaani kinauma tu ki yaani nasikia kama vile kinaboga <coughs> kama kitu kinaboga. Uh-huh. Lakini toka nimekunya madhabahu kweli sijakisikia. Na pia vile vile nilikuwa ninanyongwa sana. Unanyongwa. Na kubakwa usiku. Eh, tena. Kwa kweli nilikuwa nafanya huko mabuyu sana. Unabakwa? Unabakwa. Jesus. Jesus. Na no, unaokubaka unawaona? Sioni mtu lakini naona nimenyongwa na fayo by Jesus. Mhm. Mm, naishukuru Mungu. Ndio <laughs> <laughs> alipo tena. Baada ya kuvunja madhabahu, sijasikia tena, yani <laughs> sina mateso tena. <laughs> Awaliaje kukunyonga wala kukuba. Kwa imani ni kwa na amka usiku napambana saa saba mpaka hata saa tisa naomba. Lakini nikirudi kitandani nashaka na nyongwa.

Muda gani mwanangu? Ni muda mrefu sana. Kama miaka mingapi? Yaani kama miaka kumi. Kumi. Wewe na si ulikuwa unasali? Nasali. Si umeokoka wewe ulikuwa? Ni kweli. Na ulikuwa kwenye kanisa la kinabii? Ndio. Haya kwa nini hukupona? Kwa kweli sijui. Miaka kumi. Miaka kumi. Na kanisani ulikuwa kiongozi? Sijawahi kuwa kiongozi wala kufanya huduma yoyote. Ulikuwa unasali tu? Ndio. Mimi nakuja kama muumini.

Lakini ukirudi unabakwa, unanyongwa. Hebu sema yuko Mungu mahali hapa, sema yuko Mungu mahali hapa. Watu wanapita vitu vikuu, watu wanapita vitu vikuu, watu wanapita vitu vikuu. Nikikwambia, nikikupa maelekezo ya kufanya kitu fulani, fanya tena kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sio kwamba alikuwa hasara, miaka kumi ameokoka au ina ameokoka? Ameokoka. Tena mlimani anapanda na anaomba. Lakini akirudi nyumbani anabakwa, akirudi nyumbani anafanywa vitendo vya kikatili. Tena nakwambia haichagui hata sehemu. Hebu sema yuko Mungu aliye hai mali hapa. Mungu aliye hai hapa. Kwa maana anakuambia usipotendewa ninakushangaa. Hebu sikiliza vitu kama hivi. Na anatembea alikuwa. Hana amani, hana furaha. Mpaka siku kaniambia, mama sijawahi kucheka. Sasa nikimwangalia namwambia unacheka nini sasa? Kama unguki, unachekaje kama usiku unaenda unafanyia vitendo vya namna hivi, hiyo furaha inatoka wapi? Ile Yesu kwa ajili. Sasa unashangaa sasa hivi pesa. Pesa imeingia mpaka hajui apeleke wapi. Hamna sadaka nzuri kama unaoletwa kwenye madhabahu haya. Lakini unatoa kwa moyo wa kupenda. Kuna saa unaenda unalazimisha watu wanya, fanya afa. Mtu ananuhumika na kunja moyo, hamna hela, hamna hela. Sio kwamba tayari alikuwa na pesa, umemsikia, lakini alisema akawashirikisha na ndugu zake, nataka tufanye kitu kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Kwa nini Mungu wa amuache pesa zinamimilika? Sasa usiende ukamkopa. Na fedha zingine zinakuja masikio yako, eti hapo wengine wanasema kashuhuda kadogo, kuna mengine yanakuja. Mwambie mwenzako yajao yanafurahisha, yeah. piga makofi yeah. na Kelvin, na, ni mtoto wa hema la makimbilio mm. Leo hii nataka kumshukuru Mungu kwa ajili ya u, ushindi alioipa mm. kwenye shule ambayo nipo. Kwa kwa hiyo tunafanya ni kama vile drama festival, mnaenda yani mnashindana na shule zingine. Kwa hiyo level ya kwanza tulienda tukashindana tukawa namba moja, ya pili tukawa namba moja pia lakini ilipofika level ya tatu nakumbuka hadi uh, kabla tuanze kuwasilisha, wote tulikuwa tuna hofu, tulikuwa like, tuna mashaka, hatujui kama tutaenda kushinda mm -hmm. lakini all in all tukuwa tumefanya vizuri yani, tulifanya show nzuri kabisa like, e, ilikuwa nzuri kabisa mm -hmm. lakini matokeo yalivyotoka, tulikuwa namba nne. Hmm. Namba ambayo yaani, hatukutegemea hatukustahili kabisa hmm. Na shule yetu inajulikana sana kwenye hayo mashindano kama si namba moja ni yani namba mbili, kwa hiyo hmm. Tukuwa tumerudi shule vichwa chini, tunaaibishwa like, kila mtu amesema mmekuwa mnafanya nini huko n hmm. Ile tu wanafunzi wengi wanauliza oneni tu tumevyopoteza wakati, hata walimu umepoteza wakati wako huko nje o so, tukawa tumehisi vibaya mm -hmm. Lakini tuli, uh, tukapata kibali tukasikia tu mwalimu mkuu amepigiwa akaambiwa yani tunatakiwa kwenda the next level maana, mm -hmm. kawaida ni namba moja mbili na tatu ameendaga, lakini sasa, sisi tukapigiwa simu tukapewa tunaruhusiwa kwenda kwanza. Mm -hmm. ushuhuda wa kwanza. Mm -hmm. uh, alafu sasa alafu sasa uh, tukawa tunajiandaa ili kuenda hiyo level. Sasa hiyo level ambayo tunaenda, of course it's much higher, na ina, ina upinzani mwingi sana. Kwa hiyo usiku nikawa uh, nimempigia <laughs> mama, nikamshirikisha mama mm, nikamwambia kwa kweli walichotufanyia sisi hatuoni kama ilikuwa nafasi yetu mm, kabla tuende, tunaomba utuombee, maana pia marafiki zangu anajua mama wangu, mm. Na <laughs> Kwe, Scott, mama wangu ni nabii na washuhudia. Kwa sasa tukawa tumempigia mama. Uh, usiku huo akawa ametuombea. Kuna wengine ambao waliamini, kuna wengine ambao bado hawajiamini, lakini saa cha kushangaza like for the first time, kwa mara ya kwanza kabisa, mama alivyotuombea, tulivyoenda kuwasilisha, yani hakuna mtu aliyelia hakuna mtu aliyekuwa anaogopa mm. Like hizo level zingine mnafanya mkiwa na wasiwasi, hamjui kama mtashinda mm. Lakini marafiki zangu wakawa wamenishirikisha hapo, wakaniambia Charles, hivi unajua, this the first time sijalia nikiingia eh, so like wakawa wamefurahi. <laughs> Then tukawa tumefanya uwasilisho wetu mm, saa matokeo yakatoka juzi tukawa namba ya pili. Piga makofi. <laughs> ambayo sasa hii namba ya pili the next level itakuwa kuja hapa Arusha kuwasilisha. Ya kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu wa Mama Nabi. Mm -hmm. Uh, ametutendea makubwa, ametendea hata walio nje ya nchi. Mm -hmm. Kweli hadi walivyoshinda walisema tu Charles just thank you ma'am because this is just unusual. The God is different. Huyu Mungu wa huku anatenda mm -hmm. kiflani hatuelewi. Bila <laughs> <laughs> Popote. Angalia Yesu Yesu. Yesu vizuri. Vizuri. Mm. Na na walinishukuru kweli kwa kwa kibao. Yes. Yes. Mm. Sifa na utukufu ni kwa Bwana Yesu. Amen. Yesu Jesus. My Jesus, mama. My Jesus Baba. Kwa hiyo nimekuja mbele zenu kusema asante kumwambia Mungu asante. You just speak English. Okay, to tell God thank you that for redoing my confidence again. Like, mara ya kwanza niliposhuhudia hapa most of you you are here. Kwa hiyo nilikuwa ninaogopa sana. Sasa ninamshukuru Mungu kwa kusema kwa kunirudishia confidence sana. Amen. Amen. <laughs>